Habari zenu ya Tanzania. Sasa kuna kitu cha msingi sana ambacho nitaka tukidiscuss, ambacho We zombie kuna watu wenye akili okay, ambao wana you know, wanaelewa haya mambo vizuri ndio wamekuja kunipa hii idea sasa, nimeona niilete kwenu alafu tuidiscuss wote. Je, yeah, hii idea tuende nayo hii au tuende na ile tuliosema tulo mara ya kwanza, kwamba tu toka ndani, mfate mwenzio nyuma, mtajua pa kuelekea mbele kwa mbele. <coughs> Sasa suggested ilioletwa kwangu ni kwamba wote tukakutanie tuka, tuka, tuka kwenye vituo vyetu vya kupigia kura, na sababu ni kwamba hakuna mtu atakayekatazwa kutoka kwake kufika kwenye vile vituo vya kupiga kura. Kwa hiyo kila mtu kwenye hayo maeneo tukakutania kwenye hivyo vituo vya kupigia kura, alafu tukishafika pale sasa, pale ndo tukishafika ile yale maeneo ya kupiga kura kwenye vituo vya kupiga kura, ndio sasa kila mtu anakuwa, wote tunajua, tuna akili zetu, tunajua ni maeneo gani sasa, ni sehemu gani sasa twende, ambazo hizi ndo sehemu Samia itabidi atoke ajiuzulu, sehemu ambazo ndio sasa zitamtoa Samia madarakani, wote tuna akili zetu. Kwa hiyo hii ishu ianzie kwenye vituo vyetu vya kupiga kura, na pia tukumbuke sasa hivi kuwa wamesema hii I think ni juzi, sijui wame announce kwamba uhitaji hata uh, kadi ya mpiga kura, unahitaji tu kuwa sijui na leseni, sijui ya nida, kadi ya nida, sijui nini, basi yani, uhitaji yani, kwa hiyo hata kama hujajiandikisha wewe yani hata ya, kama ya, ya, ya, ya, ya, ya, ulikuwa hujajiandikisha kupiga kura, hiyo siku, wewe kutoka kwako kwenda vituo vya kupiga kura you still safe. Kwa sababu yani hivyo wameshasema, yoyote wewe una eh, yani kwamba ah, wa, um, wameshachanganyikiwa akili hawana ya tena. Kwa hiyo niuwanataka tudiscuss hii, je, mnaona hii ndio idea inayofaa kwamba kila mtu atoke ndani aende kwenye kituo chake cha kupiga kura, alafu tunaanzia kazi pale na mmoja wa watu waliotoa hii suggestion, yaani ni huko jeshini, ndio wanatoa hii suggestion ya hivyo, kwa sababu itakuwa pia izi kwao kumonita vile vituo. Kama chochote kitakachotokea pale kwa wananchi, itakuwa rahisi pia kwao kumonita vile vituo, kwamba kama ataweka askari pale waku, yani wakufanya ukatili wowote itakuwa pia rais kwao, kama maandamano yakianzia pale rais wao kumuni tavile vitu haya haya. Naombeni wote mtoe suggestion.